ya studio DLM nayoendesha vipindi vyake jijini Rumonge. Tunakubalisheni katika kipindi cha siku ya leo, siku ya wapendanao. Katika studio tuko kwenye Mike Celestin Dominic, for mitambo James. Ndugu wasikilizaji, wa watazamaji wa DLM, leo tumeandaa kipindi cha siku ya wapendanao ambao tutazungumzia uh, madha ya kusalitiwa katika mapenzi leo. Tumeita uh, wapenzi wasikilizaji, ambao watatuzungumzia kuhusiana na swala la kusalitiwa. Tunawapa karibu sana kwenye kipindi hichi, mimi na wewe, unanisikiliza, karibuni sana. tuna waalikwa hao ambao watatuelezea nini wanachokifahamu kwa siku ya leo tarehe 14 mwezi wa pili, siku ambayo inasherehewa dunia nzima. Karibuni sana. kwa hiyo bila kuchelewesha, uh, tunawapa karibu kwenye kipindi cha siku ya wapendanao. Unaweza kujitambulisha kwa, kwa wasikilizaji? Kama mlivyosikia, mimi naitwa Salha na natoka Rumonge, nipo kwenye mwaliko wa JM kujumlisha sitini na moja, na siku kama leo, na kila mtu anajua nini kinaendelea katika Karibuni sana, tuna kijana mwingine mchache ali ambaye anauelewa uh, mkubwa sana katika mapenzi. Tunakupa karibu sana, hebu elezea wanaokusikiliza. Ah, kwanza nitoe shukrani sana kwa DLM jumlisha ya sitini na moja kwa kunipa mwaliko kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Gaele, mimi ni mkazi wa Rumonge na Kanga Yamba nimeshukuru sana kwa sababu wamenifikiria na wakanipa mwaliko kwa kuzungumza leo kuma, kuma, kuma, kuma, chache, kwa makubwa na kwa machache kwa ajili ya siku ya wapendanao duniani leo. Uh, ndugu zetu waalikwa, kwa hiyo siku ya leo, kila mtu anafahamu kwamba leo uh, ni siku ya kusherehea siku ya wapendanao e, Gael, yeah. uh, nini unachokifahamu katika uh, mapenzi uh, uh, kama siku ya leo? Nini siku hii ni pekee kwako? Wakizungumza siku ya leo ndiyo. siku tarehe kumi na nne ya mwezi wa pili, ndiyo duniani zima watu wanajua kama ni siku kuu ya wapenda nao, ila kwa, kwangu binafsi mimi ninavyojua siku zote ni siku za wapenda nao, ijapokuwa kwenye hii walilenga sana tarehe kumi na nne ya mwezi wa pili wakaitia kama ni siku ya wapenda nao, lakini ninavyojua kwenye mapenzi siku zote ni siku za upendo ijapokuwa tunaweza tukajifocus sana kwenye tarehe kumi na nne ndio wakasema kama ni siku kuu ya wapendanao ila ninachojua kama siku zote ni siku za wapendanao. Asante. Sarima, ni siku leo, ni tarehe kumi na nne mwezi wa pili, ni siku ya wapendanao, ni siku unaweza ukaelezea kwa vijana, ni siku pekee kwako kiaje? Um, siku kama leo sidhani kama anaweza kuwa siku pekee kwa wapendanao kwa sababu naimani, wapendanao hawana mda wa halisi wala hawana siku. Naimani siku ya mapenzi inaanza wakati mnaanza kwa wapenzi lesiku siku moo kabisa. Mnajua hii siku mimi nimefatwa na mtu fulani, na leo ndo nimeanza kwa mapenzi pale, tayari mnakuwa ma katika mapenzi lakini cha maajabu nilishangaa, kwa nini siku kama leo ilipeuliwa kama siku ya nao wapendanao? Uh, mwezi wa pili tarehe kumi na nne ndio siku kama leo ndio, yeah. na hizi sio siku special, bali uh, wana maana yao, ila pia ni hasara. Hasara yes, aa, uh, ndugu Gael yeah. uh, katika siku kama hizi hapa ndio unakuta kuna watu wengine wanaingia katika kuna kuzorotesha uchumi. Nini ushauri wako kwa vijana kama wewe ambao wanasherehea siku ya leo uh, wakati waona uchumi wa kutosha? Nini wito wako? So, kwa sababu kitu ninachokijua ndio siku kama ya leo, wengi wataingia kwenye magharama mengi, ndio wengi watapoteza pesa nyingi, ndio na wengi wataingia kwenye madeni mengi zaidi Wasababu zaidi, kwa sababu sisi wanaume, kitu ambacho tunakuaga nacho zaidi chaga ya kiona kwa wanaume wengi, mwanaume ni mtu wa kwanza mwenyewe kwaki na kubali afeli mbele ya mwanamke, kwa sababu siku kama ya leo lazima kila mwanaume atajitesa ili amfurahishe mpenzi wake. Bora kubali kukopa aingie kwenye madeni, wengine watakubali hata kuiba ilimuradi tu wawalete mazawadi wapenzi wao na hiyo, mm, yanakuwa ni madhara ndani ya jamii. Unajikuta mtu anakwenda kuiba ili siku ya leo tu amfurahishe mpenzi wake. Asante Sarima, wewe kama wewe kijana kama vijana wengine uh, tumeshasikia kutoka kwa Gairi kwamba kuna watu wanaweza wakaingia kwenye gharama ambazo gharama hizo zinaweza kuletea shida kwenye jamii, hususan kwenye mifuko yao. Nini wito wako uh, Sarima, kwa vijana kama wewe, binti kama wengine Uh, nini wito wako kuhusiana na siku ya leo? Wito um, wangu mimi, ndio aswaswa kwa wabinti binti, naimani ukae kujua kwamba hakuna siku spesho ya wapenda nao, kila unapokana mpenzi wako unakuwa upo kwenye uspesho wako wa mapenzi, kwa hiyo toa kwenye akili siku ya leo kuiweka kusema kwa kwamba hii siku ni siku yangu mimi na mpenzi wangu, utapata hasara. Ndio, tukiwa um, hapo hapo kwenye mada hiyo, uh, tayari uh, Gael, uh, una mpenzi si ndio? Ndio inatokea na kuagizia message Gael inaisha leo bila uh, sababu zozote zile. Kwa hiyo tunazungumzia kusalitiwa. Yani, uh, unachokielewa kuhusiana na swala la kusalitiwa na ikitokea ukisalitiwa utajisikiaje, Kael? karibu sana kwa sababu kitu unachojua kusalitiwa, ndio imeshagawahi kunitokea mara nyingi. Wewe yeah. iliwahi ndio, asante, imeshawahi kunitokea neno kusalitiwa. Sababu wanawake wengi katika dunia ya sasa, ndio wengi hawaridhiki. Unajikuta uko naye kwenye mapenzi pakija mtu ana kipato zaidi yako basi anakwenda na ile, ile raundi vile. Kuna kipindi fulani unajikuta kama siku ya leo mimi sina pesa ya kumzawadia mpenzi wangu zawadi maua na vingine, kukaja mtu fulani akaja na vimaua vyake vipesa fulani vichenchi na vizawadi fulani fulani, afu akampelekea yule mpenzi wangu, kama hana roho ya uvumilivu anakwenda na upepo. Na upepo? Ndiyo. Salma, umesha kusalitiwa sana? Yeah, mshawahi. Mshawahi. Ulijisikiaje e, wakati ulisalitiwa, pata message, simu uh, inaisha leo ulijisikiaje? Uh, kwa nini niseme, hakuna kitu kibaya na kigumu. Ndiyo. Kama kusalitiwa na mtu uliyemwamini Ndiye. na zaidi ya kumpenda uliowekeza kwake asilimia mia inauma, yaani inauma asilimia mia kwa sababu imani, uh, lakini, kwa kwa na imani unapoingia kwenye mahusiano, kuna aina nyingi za mahusiano. Ndiyo. Lakini unapowekeza zaidi kusema kwa kwamba mimi nipo kwenye mahusiano na mtu fulani na nimewekeza asilimia mia huyu ndo atakuwa wangu wa maisha, huyu ndo atakuwa baba wa watoto wangu. Alafu wewe unaweka tu kwenye akili yako, lakini ye kule hana hana kito kitu. Yeah. Uh, mwisho wa siku anakuja kuambia tuachane nice. From nowhere tu... ndio. <laughs> Ah, kuna sara hasara ipo kwa sababu unaweza kuchukua maamuzi magumu sana kwa wakati huo. Hakuna kitu kigumu kama kupokea SMS tu achane mimi, ambao hakutegemea hakutarajia, kwa mtu ambaye hata hakumwazia hakufikiria kama anaweza kusema hicho kitu, alafu hakuangalia hata mji gani ambao labda uko nao kwa muda, kwa wakati. Inauma. Ndiyo. Inauma sana huko kwenye mapenzi unasalitiwa. Uh, nataka kujua kutoka kwa Gael. Yeah. Gael, um, nini madhara ya kusalitiwa ma... mpenzi wako? Madhara ya kusalitiwa, madhara ni mengi sana. Kwa sababu kuna siku moja hivi nilikuwa ninakaa nyumbani ndio. Ghafla nikaja kuona message ya mpenzi wangu na inaandikia mimi, naona leo kweli tuishia hapa Niliingia kwenye stress ngumu sana ndio, kaanza fikiria na hamu ya kula kawa si na, siku hiyo nikakaa kimya, yani siku hiyo nikawa sitaki hata mtu anisemeshe, niko mimi mwenyewe mpweke sana. Sasa madhara yanaweza katokea kipindi ule mtu umeisha muweka kwenye akili sana, ukasema huyu njoo wangu, afu ghafla katosha message, mimi na wewe tuachane bila hata tatizo yoyote. Kuna wengine wanafikia hata kujinyonga bro, ndio anafikia kujinyonga, anasema kwa kweli, jinsi nimempenda huyu demu, nimeshawekeza pesa zangu nyingi, muda wangu mwingi nishaweka kwake, ananiambia tu, tuachane tu, tu mimi naye, anachukua maamuzi, anajinyonga, anakunywa vidonge, anakufa. Vile ndio mchango wako kuhusiana na madhara ya kusalitiwa. Kusalitiwa kuna madhara mengi sana, kuna kujinyonga, kuna kupoteza vitu vingi kuna kupoteza malengo pia, kwa sababu unaposalitiwa sema mapoliwekeza ni ngumu sana kutoa ile asilimia mia ambayo ilikuwa umewekeza kujirudishia, na wewe tena na, na kuanza kuendeleza pale. Wengi huwa wanajihisi kama wameshindwa, kwa sababu sasa hivi jamii sasa hivi imewekeza sana kwenye mahusiano, aswaswa wabinti, wavulana wamewekeza sana kwenye mahusiano sana sana. Ndio anapowekeza kwa mtu alafu ndio ya mtu hataki kupokea kile kitu ambacho anakiwekeza kwake, inakuwa ni ngumu sana we kuchukua kile kitu tena kukaa nacho kukihimili kukitemeza we mwenyewe, nakuwa ni ngumu naone kama vile utashindwa, hautaweza Ndio. Ando pale nachukulia madhara anakuta mtu ananyonga, unakunywa vidonge, unakunywa sumu, aidha wengine anajichoma sindano Ndio. Kwa ni hatari sana. Kuna wengine tumewaona, yeah, uh, wakiwa wamesalitiwa unakuta wanarusha mesaji kwenye mtandao, wakawa wametumia simu vibaya, unaona. Kwa hiyo swala hili hapa, uh, unalionaje bwana eh, Gael eh, umeachiwa yeah, uh, mzigo bana, mm -hmm. Inaisha leo, inaisha afu anatumia simu, unaona yeah, kurusha kwenye mtandao E, picha na vitu vingine ambavyo ni mjawapo wa madhara ambayo inawezi kutokea baadaye. Kwa hiyo, nini unachoweza kushauri vijana kama hao au yoyote ule ambayo anatumia simu kutu, labda kutojua au kwa njia zingine ambazo yeye anataka aonyeshe hata jamii kwamba imeisha. Nini wito wako unawezi kuwambia? Kitu chenye naweza nikawashauri vijana, ndio kwa sababu kuna wengine wanaingia kwenye mapenzi bado umri ni mdogo sana, na kuna kitu kinaitwa maturite, yani ile kukoma akili. Ndio unaingia kwenye mahusiano, lakini akili bado ni changa sana, chini ya miaka 18 chini ya 18, ni vigumu sana mtu unaingia kwenye naye mahusiano, afu kamwambia binaishi. Kwa mtu mwenye kuona akili hawezi kutumia hiyo kauli. Kama unajikuta unaona mtu si mhitaji tena wa Faransa, ndio wanakuwa wanaitilize sana mwa Silence parle. Yeah. Kimya unasema weka kimya tu. Kuna mara tatumia meseji mm-hmm, mjibu poa tu pitia siku zile, hataona ukimya unatawala, atajua hapa kuna chingine kinachoendelea. Lakini kwa kumshitukizia, kumwambia tu mimi na wewe tuachane, inaumiza sana. Kuna kipindi nafikia mko kwenye mahusiano, mshagawahi kutumiana hata picha cha mtu uko uchi. Picha una vao tu kama ni single. Wengi wako hivyo. Nishaga wahi kuviona. Sasa wakati unamwambia mtu ghafla mimi na wewe tuachane, Jaji kutanisha msimu yake iko na zile picha zako. Anaziweka kwenye mta, kwenye mtandao. Anaziweka kwenye mtandao. So, yeah, kwa sababu kwa wakati ule akili yake inakuwa haiko vizuri, inakuwa psikolojikima haiko vizuri na kwa umemuroga akili. Sasa wakati unamletea message za hivyo anakuwa iko vizuri kwenye kichwa, zile picha nazitambaza kwenye mitandao. Nini, uh, njia gani mtu anaweza kutumia Uh, akumpa ujumbe a mtu kana inaisha kimapenzi mahusiano o sea, yote naisha um, chakwanza niseme kwa kwamba watu wenye wa hawana akili sidhani kama njia ipo, kwa sababu mtu anapokuwa hakuitani tena kwenye maisha yake hapeni tena ha, hawezi kujali chochote kusuri, ndio hawezi kujali chochote kwake, inakuwa kwa kwa ni vyepesi kusema lakini hafikiri kwa sababu kwa sababu muda hakufikiri tena tena tena kwenye akili yake, kwenye moyo wake, ana mambo mengine ambayo anaajali ajali. Sidhani kama anaweza kuchukua muda mimi nikae hapana, nimfikirie. Yani anasema akikwambia vyovyote atakavyochukulia ni sawa tu. Kitu ambacho tunaweza kushauri ni mpokeaji unapotumia message kua kwamba na wewe nimeona mahusiano yetu yaishie hapa, safari yetu yishie hapa, sioni tena umuhimu wa wewe tena kuwa nanii. Uh, upokeaji inabidi wewe uangalie ni jinsi gani utakapopokea ilo tukio na utakavyolionyesha kwa muda huo, ili usichukue maamuzi magumu ambao yatakuja kulitia madhara baadaye. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wa DLM kujumisha sitini na moja, mlikuwa mnasikiliza kipindi cha siku ya wapendanao, ambao tulikuwa tunazungumzia kusalitiwa katika mapenzi. Tulikuwa na waliko wawili ambao walikuwa wanazungumzia amba kuhusiana nini madhara ya kusalitiwa. Asanteni sana, tukutane panapo majaliwa siku ya tarehe kumi na nne mwezi wa pili mwaka ujao, panapo majaliwa.